Swala lile ambalo lilitokea la janga la moto kama serikali lilitufadhaisha sana, lakini mheshimiwa mwenyekiti, kama utakumbuka wakati na hamia na kuja Same elfu mbili na ishirini na tatu, matukio ya moto yalikuwa mengi, lakini yalihusisha eneo hili la Makanya na kata ya Ruvu kwa upande mwingine. Sasa tulichukua hatua mbalimbali na kutoka pale, mheshimiwa mwenyekiti, haya matukio ya moto yalipungua sana, lakini hili tukio ambalo lilitokea limetokea kwenye mazingira ambayo ni ya kutatanisha sana, na kwa mujibu wa taarifa za awali, siku hiyo kulikuwa hakuna umeme Manake tulidhani huenda pengine ni tatizo la hitilafu ya umeme, lakini taarifa ya awali nilionayo kwamba hakukuwa na umeme siku hiyo, kwa hiyo na ulitokea asubuhi sana. Jambo hili ni baya, linarudisha nyuma jitihada za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amejitahidi sana kuweka mazingira mazuri ya elimu, shule za msingi na sekondari. Tumeona namna ambavyo amehangaika kuleta fedha kwa ajili ya shule zetu. Tumeona ambavyo amehangaika sana kutafuta wafadhili nje na ndani ya nchi, mradi tu wanafunzi wetu waweze kupata elimu na mwisho wa siku wanafunzi waweze kufikia ndoto zao. Lakini kama itabainika kuna watu wanaturudisha nyuma, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuhakikishie hapa tutachukua hatua kali, hatutavumilia vitendo hivi na nitoe onyo iwapo taarifa ile itaonesha kwamba kuna kuna watu wana magombi yao kwenye magombi yao wana wanaamua kuchoma shule moto, kwa kweli hiki kitu ni kibaya sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ofisi yako kupitia wadau wake mbalimbali imeweza kukusanya michango kutoka kwa wadau mbalimbali kama ifuatavyo: mdau wa kwanza ni Mwembe Logistic Company ambao wamechangia magodoro 22 na tumekuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi wetu mkuu ambaye ni mkazi na mzalendo wa kata ya Mwembe, ndugu bwana Ahadiel Elirehema Mbugu. Tumekuja hapa baada ya kusikia janga la watoto wetu ndugu zetu kutoka Makanya Secondary School kupata janga la moto kuunguliwa katika bweni. Ni jambo la kusikitisha sana, lakini tunamshukuru Mungu. Tumekuja hapa kuwapa faraja na kuwashika mkono kwamba kila kitu kiko sawa. Tumekuja kuwapa kidogo ambacho tumejitoa ambayo tumewapa magodoro ishirini na mbili, neti pia tumeweza kuwapa matranka, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vimeunguliwa navyo katika hili janga la moto. Tunakuja mbele zenu tukisema tunashukuru sana uongozi wa DC wilaya yote ya Same. Tuko hapa ili tuweze kuwaunga mkono na tuko hapa kama ndugu na wazalendo kutoka kata ya Mwembe.